wakaanza kuambiana sasa. Na wale askari jamani, tunafanyaje hii ni kila mtu atakuwa amefaidika. Gong sana yuko bizi, wanatafuta kila mahali. Wakamwona Chuinon akiwa ameshikiliwa na watu fulani. Sasa hii kitu ilimshangaza, ikabidi basi wawazunguke wale watu. Inawezekana vipi? Wao unatusaliti sisi? Hapana, hajafanya hivyo. No, tumekuamini la, lakini hata na sasa unataka tukuchukulieje? Usije ukatulaumu kwa hatua tutakazochukua. Mkamateni h aja sano Haa... basi tafrani kwelikweli, tunaamia gerezani na Gongsana anaonekana anamwingiza bibie chuinon gerezani ni baada ya kuamini kwamba amewasaliti. Hapa tunampata sasa madam, e, mwenyewe, e, maa mwenyewe misma mwenyewe ambaye alikuwa na hofu sana, lakini anashangaa jamaa kule alikata ile zile cheni. Sasa ameingia ndani yani amemkuta ameketi ame akamuuliza, wewe kwa nini uko hapa? Unataka kuniuliza kama nimemuua mura mwinzu? Akamuuliza, ndio umemuua? Akasema hapana. Katika harusi yangu, bendo zaichangu, bendo zaichangu. Ni wewe tu haukuja harusi mm. Ah, kwa hiyo hata mimi uniamini. Kwa nini nisikuamini? Wengi walidhani kuwa wewe ndio muuaji, lakini pia kuwa, kwa sababu nimekuwa nikikutetea, siaminiki ni ukweli unatokea Demon Section ni dhehebu la wachawi wanafanya mapambano kweli kweli. Akasema ndiyo mimi ni wa Demon Sect. Akasema lakini mimi sijali. Basi kwa nini hukuniambia tangu mwanzo kwamba wewe ni jambazi wa kulipo umekuja kuua watu? Nilitaka nikueleze ukweli. Lakini basi, kama ingekuwa umejua kwamba lazima niue watu ungenichukuliaje? Akawa anamtazama machoni. Akasema basi tusikueleze. Lakini bado umedanganywa. Anasema ndio, ni ukweli, nilidanganya na hata mimi pia. Basi niseme ukweli, kuna vingine nilidanganywa awali. Kwa hiyo nilijaribu kufanya njama kuingia hapa, lakini wewe ukanibadilisha mawazo yangu na maamuzi pia. Anamtazama namna hii, na jinsi ambavyo anamwangalia unaona tu jinsi wanavyopenda sasa. Unaweza ukashangazwa aliwezaje atakuingia hapo ndani hakuna mtu yoyote ambaye alifanikiwa kumuona. Ni vitu vya kushangaza kidogo. Inakubidi uondoke hapa haraka. Kuna pango ni, I mean, eh, kuna eneo la kuondoka. Kwa simu utabidi ulitumie kumwambia kwa nini. Lakini nilitaka kumkamata huyu jamaa Heaven Dog ili niweze kuthibitisha mimi sina hatia. Akisema unajua, ni ukweli watu wote wanaamini wewe ndio Heaven Dog, kila mtu anaamini hivyo nimewambia una hatia lakini hawasikia. Akamwambia una haja ya kunitetea? Ukifanya hivyo watajua unanitetea kwamba uko upande wangu. Lakini kwa nini nisikusaidie? Anasema ili ubaki salama, usiseme sana, usifanye chochote, wewe subiri kwa taarifa zitakazokuja. Akamwambia lakini uko peke yako, itakuwaje jambo likikutokea likiku, likiku. Wakati huo Gongsan naye anakuja wa, wa upande Sasa okay, so, wakati Gongsan anagonga jamaa anasema mimi ngoja ni timu wetu. Haya, burudani inaendelea mtazamaji. Basi walipoona mlango unagongwa sana, binti akaenda kufungua, anamwambia vipi, nikusaidie ni. Eh, vipi, kuna tatizo lolote Fu Hongxue? Vipi, inaonekana yuko karibu Tumewambia walinzi walinde mlango ni kwako kwa? Akasema, basi haina shida, ngoja nilale. Lakini jamaa kumbe yuko pale ndani eh, binti anakuja kugeuka hivi, jamaa ashatokea dirishani, yaani mwamba yuko faster sana. Basi ndio hivyo, wakati huo basi mengi akawa ya yameendelea kutokea hapo na huyu ndio Uncle Feng ambaye basi anafanya kazi na Gong San, akawa anaongea na bosi wake, anamueleza nini kinachoendelea hmm. Haya, angalia, wakati huo basi mengine yakiendelea, bibi ana mawazo sana hmm.

Hivi, unafurahishwa na hayo masiara yako muda wote? Akasema mimi napenda kuwa na furaha. Kumbe Kai, ndio ma maana ya jina lako? Akasema unajua kuna wakati nilikuwa nikiwaza na kufikiria kitu ambacho nataka baada ya kukutana, na nikagundua kwamba nilikuwa najidanganya mwenyewe. au alikukamata kwa nguvu huko anatabasamu. Hivi, wewe unajua kweli mapenzi ya kweli yakoje? Ah ah, acha utani basi. mm, mimi tena. Long time kitambo. Niache kuelewa. Kwa mrembo kama wewe lazima jamaa angekuzimia. Ha -ha, haikuwa kama unavyofikiria. Unajua wewe uko tayari kumsaidia mtu. Hata kama wewe mtu anahitaji kusaidiwa na wewe, lakini wewe, kuna namna, kuna vitu hujavielewa. Kwa hii dunia kuna mtu kwa na, kwenye mambo ya kupendana kuna wakati unaweza kukutana na mtu, hata kama ni mtu mbaya anakuwa tu mtu tofauti zaidi kuliko wengine, hata unapozungumza naye kuna namna unajisikia tofauti, na usipo ukiona uwezi kuwa naye unajisikia tu vibaya. Ah, unajua yule jamaa hata nikimtazamaga hivi namuona kama ni mtu tofauti sana. Basi akamwambia kama, basi unajua kuhusiana na, hebu nikuulize na na Diling naye vipi, mnaendeleaje? Yani Ms. D, vipi mnaendeleaje? Mnaendeleaje? d d Jamaa kuulizwa vile, sura kaikunja. Basi nimekuuliza ni, kama una muda nenda muda pata kwamba humpi muda wako. Niwe ni mbona mimi na yeye jambo la kujadili si. Mm -mm, kufikiria kwa staili hiyo, wewe bwana, hujali kabisa, lakini mpe muda wako hmm.

Eh, haraka eh, tuwe karibu tuwe karibu. Anamkumbatia anamkumbatia namlalia kimahaba, basi tuwamuumize jamaa roho eh. Uh, na yani uniambie nini huko, anamnyosha jamaa Ha? Kwamba nyinyi wawili, yani nyinyi mko, yani nini? Ha, kwamba sisi hatuwezi kuwa pamoja. Brother Lu, mtu fulani hivi handsome unamuonaje? Ah, tena ni kushukuru tu. Kama si wewe. Jamani huyu kaka sijui ningekutana naye vipi. Ah, chizi wivu kama wewe. Ah, uko serious wewe? Kwamba nyinyi mmekuwa kwenye mahusiano kwa muda gani? Hivi eti ilikuwa siku ya kwanza ilikuwa nini? Ah, yani hata siku, nafikiri tulikuwa kwenye boti sijui tunavuka mto.

Ana wewe sasa tutaogelea je na nguo? Ah, wewe mzee mlaa. Ha, kwani wewe unataka tuogelee na nguo ili wewe? Upuuzi. Haya sasa kwani unakasirika mbona mambo ya kawaida? Akamwaga na maji. Eh, wewe unajifanya mjanja au umechanganyikiwa ni? Hasira kwa. Ah, Miss Ding. Basi kulingana na uhusiano wetu tuliokuwa nao zamani, naomba nikuombe msaada kidogo. He, uhusiano uhusiano gani tena? Kwani ulikuwa unataka nini sasa? Sasa kuna kitu kidogo hakijakaa vizuri e, kuhusiana na mauaji yanayoendelea katika kasi. Sasa, mimi nataka kumkamata yule mtu mimi kama Udakua tayari kunisaidia. He, jamani, yani sisi kweli ndo tunaonekana ni wataalamu kuliko wote, yani kwani uje uniombe? Ah, kweli kuna watu wana ujuzi ujuzi na nini, lakini wewe una ujuzi wa mambo ya madawa. Nadhani nikitaka kumkamata huyu muuaji Lazima huyu muuaji eh, ni mkamate kwa staili tofauti. Na wala. Ah, kwa de kan Ah, Ah ah, Ah hiyo mimi mimi ndio nafaa. Lakini ngoja kwanza kwanza brother Lu kwanza mm -hmm. Sasa brother Lu. Lu. Lu, Huko Mhm. Sasa vipi utamkubalia sio? siwezi siwezi kumkubalia. Mshenzi naye unaniekea ugumu nini? Ah, unajua sister Ding bwana, mimi na namkubali. Siwezi kumwacha kaondoka hapa karibu na mimi. Kama brother Lua hajakubali, mimi siwezi siwezi kukusaidia. Jamaa na e, e, eh, ha, kama kama na na na basi basi, sitakukosea heshima ndugu yangu. Najua siwezi kukuingilia katika mahusiano yako na mpenzi wako eh, haki. Naomba basi mruhusu. Kweli inaonekana vizuri hivyo e. Naweza kusema labda pengine, Naweza nikafikiria. Ha, Haya basi haya, ngoja tuone tufanyeje Haya haya, unasema nikusaidie. Kwa hiyo basi nafikiri sio mbaya, kama inawezekana, hebu kimbia kwanza kidogo. mcheka mcheka. Eh, nikimbie tena? Eh, kimbia. Wewe unataka msaada wangu? Haya basi nitakimbia. Yaani, jamaa, kwa sababu sasa anataka msaada. Hamna <laughs> namna nyingine. Anaambiwa kimbia hapo azunguke hizo bendera mara 100. Maskini, kaa kimbia. <laughs> Binti kaa cheka. <laughs> He, sasa inabidi tuwafanye kila kitu ili mradi tuwapate msaada. Hai, muone huyu kama jinga. Ah. Mm, sasa ana hema kweli. Kakimbia. Ah. Nilisema mimi, wewe kuna siku utakuja tu mwenyewe ah. Unaona sasa umekuja mwenyewe nakwambia. Ah. Basi kawa balaa pale, kimbia kweli. Sasa amefika kipindi mpaka pumzi inakata. Hata yeye mwenyewe hajui anafanya nini. Eh, yani nakwambia wakati mwingine, eh, mtu kama huyu dawa yake ni moja. Ah. E, kumnyosha kama hivi basi, ikawa noma kweli kweli. Basi ndio hivyo kule gerezani, kama ambavyo unaweza ukajionea hapo, mambo yako kama hivyo. E, binti amewekwa gerezani. Sasa wafungwa wengi unajua, wako na uchu fulani. Sema I say, yani, mimi nimekaa gerezani muda wote sijaipata mwanamke. leo tumeletewa chakula. Eh, hebu fungua hapo tuingie kwanza tukajienjoy. Ai, basi wakawa na furaha sana. Eh, kidogo akatokea Fu Hongxue. Fu Hongxue kaenda e, kumsaidia Chuinong. Chuinong ambaye ha hajawahi kuwa karibu wala upande wa Master Fu hata mara moja. Na tena anataka sana kumuua. Sasa ndio hivyo binti, kila wakati hata akisaidiwa anataka kumwonesha, anataka kumuua. Akamwambia sikia, uwe makini usije ukajikuta unaumia. Akamwambia mimi najua kutumia upanga. Akamwonyesha kwamba hawezi mfanya chochote. Kuna muda jamaa anakasirikaga hivi. Sasa anamhurumia tu. Kwamba akitaka kumaliza inawezekana. Lakini kwa ni kwamba anamheshimu mimi ni anamuheshim. Umekuwa ukijua mimi ni nani na umekuwa ukijua kuwa anataka kukuua, lakini kwa nini bado unaendelea kuniokoa? Akamwambia sina sababu ya kufanya hivyo. Hivi Muru Minzu aliuawa na wewe? Akasema hapana. Anamtazama machoni, anamjibu na anataka aamini hivi Walikununua kwa shilingi ngapi? Kwa nini licha ya kuwa nimekusaidia utoke pale bado uko pale? Akamwambia sikiliza. Ina maana Falin bado hajakuambia kuhusu mimi? Unamwongelea Ma Falin, nini kinaendelea? Unahusika naye vipi? Miss Mai, hujawahi kusikia kwamba mimi na yeye ni kama mtu na dada yake. Jamaa akashangaa sana. Sasa angalia akiwa yuko katika hali hiyo, ambapo hajui afanyeje, basi jamaa akabaki. Sasa anataka kupata ukweli, akamwambia huu ni ukweli unaosema? Akasema ndio, mimi naye kweli sio kutoka damu moja, kwamba mama mmoja, lakini mama yangu alikuwa ni mfanyakazi wao wa nyumbani na alibakwa aoesa, ndipo akanipata mimi na akanizaa wanalbahu ili kunilinda basi alikuwa akiniweka karibu sana na familia ya mama, yaani Mafali, au Makochu. Akamwambia sasa, mpaka leo mpaa ndipo nilipowahi kupatana au kukutana na Mafali. Nikiwa mdogo na alinitunza, na basi akaamua kunipa na baba. Akamwambia baba yake anikubali anipokee ya ya mama, alimuua mama yake na Mafali. Sasa anamwangalia machoni akimsimulia. Kwa hiyo basi huyu Ma Fangling, eh, au misma ananidai vingi, lazima nimlinde ili awe huru awe salama, kwa sababu ya kile mama yangu alichofanyia ya mama yake. Lazima nimlinde awe salama. Ikiwa mtu yoyote atajitokeza na kuwa adui au kutamani au kusogea kumdhuru, mimi sitoruhusu hilo. Kwa kumbe hapa, hiyo kumbe uko hapa kwa sababu hiyo mimi binafsi pia naishi kwa sababu nina kitu nakitafuta. so, mel mm. Ndio maana basi mbingu zimetufanya tukutane. Inaonekana wewe una kitu ambacho unakitafuta, una deni moyoni mwako. Himi, na mimi pia kusema unajua, kumbe ulikuwa naye kwa muda mrefu na nyinyi, unaonekana mnafanana fanana sana. Akamwambia, unauhakika sisi tunafanana fanana? mm hivyo ndivyo ambavyo unatuchukulia, hivyo ndivyo unavyotuona yani, yani hiyo hasira kweli ninayo, natamani sana ni kuue sasa. Anamaanisha kwamba anasema kama hivi ungetakiwa labda ungepewa nafasi tuchague kati ya mimi na yeye, hivi ungemchagua nani? Sasa anamaanisha kama angepewa nafasi ya kumchagua huyu Chuinon pamoja na Misma angemchagua yupi. Jamaa katafakari swali la mtego, akatafakari sana, akamwambia, ondoka mi shakusaidia hapa seh si sehemu si, si, salama. Ondoka. Iceu anamwambia hivyo wewe unadhani mimi nitaondoka hapa kirahisi rahisi. basi mpaka machozi anamlenga. Yote hii ni katika kuonesha kwamba basi kuna mengi ambayo bado anataka kuhakikisha yanaendelea. Binti wa ajabu sana, akatoka pala anapiga kelele, eti anaita askari ili wamwe wamwaresti jamaa sana katokea wakati ambapo kila mtu akiwa katika ile tension. Na mzee yuko pale. Huyu jamaa hawezi kutokea, wanamuongelea heaven dog. Sijui ni nani wewe mwenye mabavu ya kutaka kutokea mbele za watu na kufanya anachotaka. Lakini kukaa hivi bila kufanya chochote haimaanishi kwamba kwamba ndo tumeshinda sasa. Bosi analetewa taarifa nyingine, yule fly eh, Fly Spider. Huyo Fly Spider naye huyo alikuwa anaogopwa sana, lakini kumbuka mara ya mwisho, wakati kundi zima likiwa pamoja, yeye alisema anaondoka kwa ajili ya kupambania maisha yake. Anathamini maisha yake, awezi kubaki pale. Sasa ameondoka, wamempata, kauwa. Ah, kwa hiyo huyo Even Get kumbe I mean, Even Dog anaonekana na guts za kuua watu wetu sana eh. Si, hebu angalia jinsi alivyouawa kikatili. Kweli wewe jamaa sio kawaida. Sasa angalia huyo Even Dog akija. Kwanza anakuja na masauti masauti ya kutishatisha. Ni ngumu sana hata kumuona. Unaona tu kama moshi moshi tu. Yaani kama moshi moshi. Eh, wakamwambia kama unajiamini jitokeze basi. <coughs> No! Sasa angalia Marco Chun anaongoza msafara wa wanajeshi ili wote waweze kuwa na ile ile, gut, ile nguvu au morale ya kupambana na kiumbe ambacho hawajui ni nini. Wanaambiwa watu wanaitwa Heaven Dog, jamaa aonekane anakuja kama moshi moshi, kama hivyo hivyo, yani kama moshi tu, alafu baadaye unaweza kashangaa tukaua mtu kapo, yes. Huyu mbora kama anatutengenezea kitu cha kisaikolojia Eh, kutuingiza kwenye mtego yani, anataka sisi tuanze kumfikiria kidogo. Akasikia huyo even dog anaongea ndani ya nyumba ya Ma Kongqun, anamwambia Ma Kongqun, huwezi kuniua, huwezi kuniua mimi. Basi akatoa eh, amri, mlango ufunguliwe, wakakimbilia mule ndani, wanamkuta yuko kule ndani. Basi walipiga kelele watu wengine kwamba usiangaike kumuona huyo ni feki. Na kweli bana, kumbe ni feki, aliwaua jamaa kwa panga moja, lakini kumbe sio heaven dog kama walivyotarajia. Amevaa kweli maski na ana ana upanga na nini, lakini sio yule. Ah, huyu ni mtu wetu bana, tumemuua sasa. Inawezekana? Mbona tumemuona ni yeye kabisa? Sasa jamaa anawachanganya kweli. Yani, kuna namna anawatengenezea mitego nini, wakiamini ndio yeye, anapotea. Tutakutana kwenye episodi ya mbele, tuone mwendelezo wake.